Little the storybook. Kwenye ulimwengu wa mabasi, kwenye ulimwengu wa usafirishaji wa nafsi za watu, yapo majina yaliyosimama kihistoria kwenye sekta ya usafirishaji, na hili jina sio geni kwako Shabiby Line. Safari zote kubwa huanza kimya, hakuna kelele, hakuna shangwe, ni gurudumu moja tu linaloanza kuzunguka. Little storybook. Mwanzoni mwa miaka ya 1990, Shabiby Line ilizaliwa hapa Tanzania, ikianza safari yake kutoka Dodoma katikati ya nchi, katikati ya maisha ya watu. Kadri miaka ilivyosonga, njia ziliongezeka. Safari kutoka Dodoma zikaenea kuelekea kaskazini, nyanda za juu kusini na maeneo mengine muhimu ya Tanzania. Lakini jambo moja halikubadilika msingi wa safari, si kasi, si kelele, si mbio, bali nidhamu ya safari. Ndiyo maana leo Shabiby Line inatajwa miongoni mwa kampuni zinazoongoza kwa kumiliki mabasi mengi na ya kisasa nchini, ikiaminika kwa viwango na kuheshimiwa kwa huduma, huduma zenye viwango. Hii si hadithi ya bahati, ni hadithi ya muda zaidi ya miaka 35 ya uzoefu. Zaidi ya miaka 35 ya kusoma barabara, abiria na maana ya safari. Shabiby Line, jina lenye mizizi mikubwa likatafsiriwa kwa vitendo. Halikuwa gurudumu la fahari, halikuwa la kukimbia, bali lilikuwa gurudumu la dhamira. Shabiby Line ikaanza safari yake kutoka Dodoma, katikati ya nchi mahali ambapo njia hukutana na maisha huanzia upya. Hapo mwanzo haikuwa hadithi ya anasa, haikuwa hadithi ya mabasi makubwa, bali ilikuwa hadithi ya imani na wajibu, wajibu wa kumfikisha mtu salama. Kuanzia magurudumu ya mwanzo, Shabiby Line ilibeba wazazi waliotafuta matumaini, wanafunzi waliokuwa na ndoto wafanyabiashara waliokuwa na malengo na wasafiri waliokuwa na imani moja kufika. Chini ya uongozi wa Director Mohamed Shabibi, kampuni imepanua huduma zake, lakini haikuacha misingi yake: usalama, uwajibikaji na heshima kwa maisha ya msafiri, kwa sababu mwisho wa safari si tu kufika mjini, kwa kufika ukiwa mzima, kwa kufika ukiwa na tabasamu kwa kufika ukiwa na amani. Leo Shabiby Line inasimama kama mfano wa kampuni iliyokuwa kutoka njia moja hadi mtandao mpana wa safari, bila kupoteza msingi wake: nidhamu, uzoefu na uelewa wa abiria. Haya, huyu hapa, baki nasi kwa usafiri bora mikoani.